Ukisikia okay, mtifuano huko kumewaka moto, ni wana CCM wenyewe wenyewe kwa wenyewe, lakini upande mwingine ule kimya kwa sababu tena hakuna ajenda ajenda, Daktari Samia amezimaliza kwa kuyafanya yeye ambayo wana Kagera walikuwa wanayahitaji. Na nina furaha sana kwamba mtifuano wa mwaka huu umeattract vijana wengi, tulikuwa tunatamani sana vijana waje wagombee waingie kwenye hizi siasa kuna nafasi kama za madiwani zilikuwa zimeachwa kuwa za wazee peke yao, lakini kama mnataka maendeleo ya haraka lazima vijana muingie kwenye siasa. Na mimi nataka niwakumbushe hata ninyi mlioko hapa, tumebakiza leo na kesho eh. Kama unaweza kuvuta fomu nenda kavute, kwa sababu, kwa sababu maamuzi makubwa kabisa ya maendeleo ya halmashauri na wilaya husika hayafanywi kule juu kwa rais wala kwa waziri mkuu. Yanafanywa wapi? Chini kwenye ngazi ya halmashauri. Huku ndiko wanakopanga mipango, ndiko wanakopanga uh, bajeti na ndiko wanakoombea fedha. Sasa kama tuna madiwani wa aina yenu wadadisi, wabunifu, wasomi wazuri, wana harakati wazuri, mnaotaka mabadiliko, ina maana ni rahisi kuweka mwenyekiti madhubuti wa halmashauri au meya madhubuti, lakini pia mkamchallenge na kumdhibiti, kuhakikisha kila sentano inayopatikana inaingia kwenye shughuli za maendeleo, na hapo halmashauri au wilaya inakuwa haraka kiuchumi, lakini kuhakikisha kwamba makusanyo vile vyanzo vinavyoachwaachwa havikusanywi na vyenyewe vinakusanywa. Na nitawapa mfano mwingine mwepesi. Nimesema ndani ya miaka hii minne tumetoka bilioni 23 mpaka 47. Inamaana kuna Mungu ameleta vitu vingine ambavyo huko nyuma hakuwa ameviumba? Si ni vile vile, lakini ni ufanisi, mipango, udhibiti vimeleta matokeo haya. Na hali kadhalika tunasema tunatoka hii bilioni 47 kwenda bilioni 75 ndani ya miaka mitano ijayo, ni haya haya, lakini tunaongeza ubunifu, udhibiti, usimamizi makini, na hii fedha itapatikana na itakwepo.